Mkuu wa mkoa wa Arusha mheshimiwa Paul Christian Makonda amesisitiza umuhimu wa wananchi wa mkoa wa Arusha kudumisha na kutunza amani na utulivu mkoani hapa, akiwataka kufuatia utaratibu pale panapotokea migogoro ama sintofahamu za kiutendaji kwenye maeneo yao. Akizungumza na wananchi wa mtaa wa Longido Mazengo, kata Sokoni One, mheshimiwa Paul Makonda pia amewahimiza kuwa ana tamaduni na kuhudhuria vikao kati yao na viongozi wa maeneo yao ili kujua mipango ya maendeleo katika maeneo yao sambamba na kuwasilisha kwa viongozi wao changamoto mbalimbali zinazowakumba. Linapotokea jambo, fuateni utaratibu na kufuata viongozi wa serikali sambamba na kushiriki kwenye vikao vyote vya msingi ili kusikiliza na kutoa maoni kuhusu maendeleo katika maeneo yenu badala ya kuandamana na kujitangaza hali inayoweza kuleta taharuki na kuchafua taswira ya mkoa wetu. Mkitumia utaratibu unaofahamika na taarifa zikanufaika, zitashughulikiwa na kila mmoja anayehusika kukwamisha shughuli za maendeleo atasemekana. Amesema hayo Mheshimiwa Paul Makonda. Amefanya ziara hiyo leo mahususi kwa ajili ya kusikiliza wananchi hawa ambao wamekuwa wakilalamika kuhusu kivuko kilichopo katika mtaa huo, akiahidi kuwa serikali inaendelea na jitihada mbalimbali mbali za kuhakikisha kuwa miundombinu ya mkoa wa Arusha inakuwa sawa na yenye kupitika kwa nyakati zote. Hii ni Gift Online TV, karibu kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Mimi ni Esther Mamkwe.